Kulikuwa na mfalme siku moja, aliweka jiwe kubwa katikati ya barabara, na alikaa nyuma ya mti na kuangalia nini kitatokea. Anaona watu wakipita kwenye hiyo njia, matajiri, maskini, wafanyabiashara, wanajeshi, na aliona kuwa waliopita wakipata shida kupita kwenye hiyo barabara kwa sababu ya jiwe hilo kubwa, lakini watu wakilalamika kila walipokuwa wakipita, jinsi gani mfalme wao alivyokuwa sio mtu wa kujali Anawezajie kufanya hivyo kwa watu wake? Waliendelea kulalamika muda mwingine hadi kumtukana mfalme wao baada ya muda kupita, lakini hakuna aliyegusa jiwe hilo kubwa na kulisogeza pembeni. Siku moja mwanafunzi mmoja alipita kwenye hiyo barabara na alikuta hilo jiwe, akiwa na wasiwasi kuwa mtu yeyote anaweza kuanguka kwenye hilo jiwe na kuumia. Kwa hiyo aliamua kujaribu kulisukuma pembeni, lakini hakuweza kulisogeza hilo jiwe kwa kipindi hiko. Hii ni kutokana na ukubwa wa jiwe hilo, hakuweza kulisogeza jiwe hilo peke yake kwa sababu hakuwa na nguvu hiyo inayohitajika. Kwa hiyo aliamua kuwa anakuja kila siku kulisogeza jiwe pembeni. Kila siku alijitahidi anavyoweza kulisogeza jiwe pembeni, na baada ya siku chache alifanikiwa kulisogeza jiwe hilo pembeni. Na aliposogeza hilo jiwe pembeni, alikuta box lililokuwa limeweka chini ya jiwe hilo. Kulikuwa na dhahabu nyingi na barua ndani yake ambayo ilisema dhahabu hizi ni kwa yule mtu ambaye ameweza kulisogeza hili uh, jiwe pembeni. Sasa rafiki, nini tunajifunza kwenye history? Wote tunapitia magumu, vikwazo, kufeli katika maisha yetu ya kila siku. Wote sisi tuna hili jiwe katika barabara ya maisha yetu. Jiwe hili linaweza kuwa ni tabia mbaya ambayo unapambana kuiacha, inaweza kawa ni changamoto lakini watu wengi pindi wanapokumbana na hili jiwe, changamoto, vikwazo, wanalia, wanalalamika, wanakata tamaa, wananyooshea vidole wengine, wanalaumu wazazi wao. Lakini kuna watu wachache ambao wanatake responsibility na kuamua kupambana na changamoto. Kwa hiyo, kama unataka kusonga mbele na kuwa bora na mafanikio, au kufanikisha maisha yako ya ndoto zako, then unachotakiwa ni kuiface hiyo changamoto na kuondoa jiwe, then upate zawadi au dhahabu. Sasa ona, kila mmoja anataka kuwa na maisha yaliyofanikiwa katika biashara, mahusiano, lakini kwa nini watu wengi hawawezi kufesi vikwazo vyao? Kwa nini wanakata tamaa baada ya siku chache? Kwa nini hawawezi kuovercome changamoto zao? Kwa nini hawawezi kuondoa jiwe kwenye maisha yao? Kwa sababu ndoto zao hazifiti tabia zao, matamanio yao ya mafanikio hayafiti tabia zao. Hii ndio maana wamekuwa wakilalamika wamekuwa wakileta visingizio, na hii ndio maana nimewaletea baadhi ya tabia ambazo uh, kama ukizifuata then utakuwa champion na kuwa na maisha bora na mafanikio. Hizi tabia sio kuwa zitakaa siku moja, au sio kwamba zitakuwa zitakaa usiku mmoja katika maisha yako, lakini kama ukizifanya hivi vitu ndani ya siku ishirini na moja then zitafit katika maisha yako na zitaleta ma, ma, mabadiliko chanya katika maisha yako. Namba moja. Andika vitu vitatu kila siku unavyoshukuru kuwa navyo. Lengo la hii tabia ni kukupa positive attitude. Pindi utapoanza kuandika vitu hivi chini ambavyo unashukuru kuwa navyo, then utajisikia proud na furaha kuvihusu, kuwa umefanya kitu kizuri leo, umefanikisha kitu bora leo. Haijalishi kitu kibaya gani kimetokea, focus kwenye yale au kwenye vile vitu ambavyo ni chanya. Attention yako iame kwenye vitu hasi na kwenda Chanya. Pindi chochote kitachotokea kibaya, then badala ya kuwa unachanganyikiwa na ku breakdown na kuanza kulia, tulia naendelea kuangalia, naendelea kufanya kazi bila ya kuwa frustrated. In fact, nimefuatilia research ya gratitude research ambayo imefanywa na psychologist Robert A Arnumaz. Kwanza aligawanya wanafunzi wote kwenye makundi mawili na kuambia waandike vitu vitano kwenye karatasi kuhusu hisia zao za kila siku wiki kumi. Kundi moja liliandika vitu kuhusu wanavyovishukuru kuwa navyo, kundi la pili liliandika vitu ambavyo au maudhi ambao wanayapitia kila siku ambao vinawachukiza. Na baada ya wiki kumi, wale walioandika vitu kuhusu wa wanavyovishukuru walikuwa optimistic, walikuwa wenye matumaini zaidi na kujisikia vizuri kuhusu maisha yao na ndo maana at least andika vitu vitatu kila siku ambavyo unashukuru, itakusaidia kuwa mwenye matumaini zaidi katika kila ambacho nachokipambania na kukupa furaha. Namba mbili, wekeza kwenye uzoefu kwenye wekeza kwenye uzoefu. Nenda sehemu, tembelea sehemu mpya, safiri sehemu mpya, safiri sehemu mbalimbali ndani ya nchi hii. Itakupa furaha na utajifunza vitu vingi vipya, utakutana na watu wapya na hii itakupa mawazo mapya pia. Lakini wengi wanachokifanya, kama mtu akiwa na pesa, ana invest kwenye iPhone, kwenye gari. Hizi material things zitaweka tabasamu kwenye sura yako, lakini si kwa muda mrefu. Lakini baada ya miaka kumi ishirini, hii simu haitokupa furaha na hautokumbuka, hautokuwa na memory zozote kuhusu hiyo simu. Lakini kama ukitembelea sehemu mpya leo au ukisafiri sehemu yoyote katika hii dunia ambayo ni ngeni kwako, itakupa sehemu, itakuwa ni sehemu ya maisha yako na itakuwa ni sehemu yako pia. Utakuwa na hizi memories kuhusu hiyo sehemu, utakumbuka utambulishi, utakumbuka kila, utakumbuka kila ambacho umekuwa ukikifanya katika safari hiyo, kila kitu in fact, hiyo experience itakuwa ni sehemu yako na maisha yako utambulisho wako hautafsiriwi kwa vitu ambavyo unavyomiliki, lakini accumulation ya sehemu ulizokuwepo na mafunzo tunayojifunza na uzoefu uliokuwepo nao. Kununua kitu kipya haitokuwa ni tukio la kubadilisha maisha yako, lakini kama ukisafiri sehemu tofauti, ndio ambayo itakuwa life changing event kwako. Subiri nikupe mfano, brand ya Nike iligunduliwa baada ya uh, kusafiri Japan. In fact Dr. Thomas Uh, Jilovic alisema tumia pesa kwenye uzoefu na sio vitu. Namba tatu, fuata methali hii ya Kifaransa ambayo inamaanisha kama hauna kichwa una miguu. Ufaransa, neno kichwa inatumika kuindicate akili au sababu, hii kuwa kama umesahau kitu una miguu then rudi na uchukue. Simple. Methali hii inasaidia sana kwenye maisha yetu ya kila siku Naikumbuka kila siku sababu kama binadamu nasahau vitu kila siku. Pindi naposahau kitu nasema rudi na urekebishe. Inasaidia kuwa chanya na kutulia, inakuweka mbali na mawazo hasi. Unajua watu wanaposahau kitu wanakuwa frustrated, wanaanza kuongea mambo hasi na mara nyingine huweka lawama kwa watu wengine ila kama ukiwa responsible kwenye makosa yako, then hii methali itakuwa ni ina maana kubwa sana kwako, na then utaanza kuwa na positive attitude ndani yako. Kama umesahau kitu dukani, hilo ni kosa lako, rudi na ununue. Kama umechelewa kwenye kikao, hilo ni kosa lako, kimbia na attend dakika chache zilizobaki. Kama umefanya makosa, rudi na urekebishe. Simple. 4. Uliza maswali yaliyokuwa wazi Unakumbuka kipindi ulipokuwa mtoto? Ulikuwa so curious kwenye kuuliza vitu, unapoona kitu kipya usiti kuuliza. Pindi unapokuwa mtu mzima, then unaacha kuuliza, unajizuia kwa sababu ya uoga, vipi wengine wataweza kufikiria, vipi wengine kama watakucheka. Kuuliza maswali ni jambo uh, lenye nguvu kubwa sana kila sehemu kwenye hii dunia ya biashara, maisha ya kazi, hata binafsi au shule, inasaidia kukuza ufahamu wako pindi unapouliza maswali kwenye watu wenye uzoefu utaweza kujua mafunzo ya wa thamani waliojifunza, hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo pindi unapopa, unapopata nafasi ya kuuliza uliza mapema na usisite kwenye hilo. Namba tano: tengeneza kitanda chako. Labda unaweza ukashangaa kwa nini utengeneze kitanda chako. Labda ushawahi kuisikia hii motivation speech kutoka kwa William H Mclevin. Alisema kwenye hiyo speech, kama unataka kubadilisha dunia anza kutengeneza kitanda chako kila asubuhi. Kama ukitengeneza kitanda chako kila asubuhi, utakuwa umekamilisha kazi yako ya kwanza ya siku hii. Itakupa moyo wa kufanya kazi nyingine na nyingine na nyingine, na mwisho wa siku kazi moja inaisha, inageuka kwenye kazi nyingi zilizokamilishwa. By any chance, kitu chochote kibaki kutokea au umefeli katika kitu so, utarudi kulala na utajisikia inspired na positive, kwa sababu hicho ni kitanda ambacho utatengeneza asubuhi kuwa na hii tabia sasa na utaona kitu gani ambacho kinaweza kutokea katika maisha yako. Itakuletea matokeo chanya kwenye kile ambacho unachokifanya. Namba sita, fanya mazoezi kwa dakika moja. Unaweza ukawa umegundua unapoamka unapo, unapo, unapo au unapokuwa umetumia masaa kadhaa, uh, kufanya kazi uh, unaanza kujisikia umechoka, then unaanza kidogo ku, ku, kurudi nyuma kwa sababu ya uchovu na unashindwa kuwa active. So, unaweza kufanya hii kuwa tabia rahisi, pindi unapojisikia hivyo, fanya mazoezi kwa dakika moja. Unaweza kawa unajiuliza nini nitafanya ndani ya dakika moja. Research iliyofanywa na uh, McMaster, chuo cha Ontario, mazoezi ya sekunde 60, huongeza kiwango cha uvumilivu na ukushusha pressure ya damu. Moja kati ya sababu hufanya watu washindwa kufanya mazoezi ni muda, lakini kila mtu ana dakika moja. Sasa utafanya nini ndani ya dakika moja? Unaweza kwa, unaweza ukajiuliza nitafanya nini ndani ya dakika moja? Unaweza ukafanya push ups, unaweza kufanya jumping jacks, unaweza kukimbia kidogo. Hiyo itakusaidia kuweza ku, ku, kuleta zile hormones za endorphin na kufanya uwe na furaha na uweze kuanza siku yako vizuri zaidi. Namba saba. Dakika moja ya kumeditate. Lengo la tabia hii ni kuituliza akili yako, kuishape na ku active kwenye kila hali. Ni rahisi kuwa na wasiwasi kuhusu yajayo, kuhusu mabadiliko yanayotaka kutokea sasa. Ni rahisi kuwa frustrated unapofanya kazi katika mpango wako, ni rahisi kupoteza focus. Pindi unapoanza kuwa na wasiwasi kuhusu yajayo au kujutia aliyopita, unaweza ukapoteza focus kwenye yale ambayo yalikopo sasa na kukupa matokeo ya mawazo na pressure. Kupumua kuna kusaidia kuvunja huo mzunguko, so unapojisikia frustrated au unapoteza unapopoteza focus uh, wakati wa kazi au kusoma, then meditate kwa dakika moja hema kwa dakika moja, shusha pumzi yako ndefu, toa nje na ingiza ndani. Itarudisha fokasi yako, itakurudisha kwenye wakati uliopo na kuwa active tena. Anza kuzifanya hizi tabia taratibu taratibu, kwa sababu asiweza kufit kwa siku moja. Utaanza kuzifanya ndani ya ndani ndani ndani siku ishirini na moja na kuendeleza zikawa tabia zako ambazo unazifanya kila siku katika rutini yako. Hii itakusaidia sana kubadilisha maisha yako na kuweza kufikia mafanikio na kuwa na maisha bora ya yale ambayo unahitaji katika maisha yako. So, share video hii na ndugu jamaa na marafiki ili upate kujifunza zaidi. Lakini pia kama ni marako ya kwanza na uh, umekutana channel hii ya G Online then hakikisha una subscribe, lakini pia bonyeza alama kengele ili kupata taarifa kila na upload video mpya, ili uweze kupata bell notification kwamba kuna video mpya kwenye channel hii ya G Online. Lakini pia usisahau kulike na ku comment in the meantime, see you in the meantime in the next video.